Ndugu mpenzi mtazamaji, karibu tena katika mwendelezo wa maswali yetu, kama nilivyokuwa nimekuahidi kwamba kesho nitakuja na swali e, linalohusiana na kutafuta eneo la mche duara e, uliofungwa upande mmoja si unaone? Hmm? Mche duara wetu umefungwa upande mmoja. Jana tumesoma mche duara ambao uko wazi pande zote. Leo nimekuja na mche duara uliofungwa upande mmoja sawa. Sasa umeambiwa tafuta eneo la mcheduara ufuatao tumia pai 22 juu ya saba. Wao kwenye swali hawakuambii kwamba hili swali lime, limefungwa upande mmoja au limefanya lakini wewe unataka kutazama kwa macho. Upande huku umefungwa, upande huku uko wazi. Sasa hii ndio mfano wa pipa, mfano wa ndoo, eh? Ndoo chini si inakuwa na imefun, imefunikwa. Hmm? Pipa chini si limefunikwa. Sasa huu ni mfano wa pipa. Njoo twende tukaangalie kanuni kwanza ya kutumia kujibu hili swali. Kanuni ni pai b kipeuo cha pili gawanya kwa nne jumlisha pi b h. Hii ndio kanuni tutakayoenda kuifanya, ndio kanuni tutakayoitumia kujibu hili nini, hili swali. Sasa twende tukaanze kufuatilia hapa. Unaona hapa hapa ndio d, ndio kipenyo chenyewe. Unaona hapa hapa ndio h, sawa kimo. Hiki ni kipenyo, iki ni nini kimo. Sasa twende tukaimizie data, tuangalie kwanza tuandike data D tumepewa, ngoja kwanza tuanze na pai. Pai tumepewa, tutumie ishirini na mbili juu ya saba. Ehe, unaweka mkato, tuko tunaandika data, tunaandika mkato. D D tumepewa, sawasawa. Sawa, na sentimita ngapi? Ishirini na nane. Sawa, tunaenda kuandika data eh, ambayo ipo kwenye kanuni yetu. H, H tumepewa sentimita ngapi mpendwa? Thelathini. Sasa hizi data unazoziona hizi hapa nizoziandika hizi hizi data hizi. Twende tukaziingizie kwenye kanuni yetu hii hapa. Sisi tunaelewana au nenda haraka haraka ni, niende taratibu kidogo. Sawa? Hizi tunaenda kuziingizia hizi data hizi tunaziingiza kwenye hii kanuni. Twende nikanifuatilie. Haya. Pai tumeambiwa 22 juu ya 7 mara d. D kipeuo cha pili maana yake ni d mara d maana yake ni sentimita 28 mara sentimita ishirini na nane, lakini wamesema tugawanye kwa nne. Sawa, ngoja tufanye hapa kwanza tumalize, alafu tutakuja tumalizie na hii ya huku mbele. Sawa, tuweze tukarahisisha kwa saba moja kwa saba nne, kwa maana kwamba saba gawanya kwa saba moja, ishirini na nane gawanya kwa saba ni nne, nne gawanya kwa nne moja, nne gawanya kwa nne moja. Tumebakiwa na ishirini na mbili mara ishirini na nane Ukizidisha 22 mara 28 unapata sentimita za eneo 616. Sentimita za eneo 616. Tumepata hili ni eneo la duara, eneo la duara, eneo la duara. Sasa twende tukatafute tujumuishe na pi BH, maanake tujumuishe hapa, tujumlishe na pi BH. Hebu ndio tufanye hapa sawa, wamesema tuongeze tukamalizie pi BH ambao naine tuingize, ambao pai e, tumepewa tutumie ishirini na mbili juu ya saba marabili, na mara b d sentimita ngapi? ishirini na nane mara h hii hapa tumepewa sentimita thelathini sentimita thelathini ndiyo tumalizie basi kwa saba moja kwa saba eh, nne sawa, ishirini na mbili Eh, na ma eh, mara nne unapata sentimeta themanini na nane na 88 mara sentimeta 30, eh, Sawa. 88 mara 30. Eh, 8 mara sifuri, sifuri. Tatu mara nane, 24. Tunaandika nne. Sawa. Tatu mara sawa 8 24. tunaandika nne. Sawa mara na ile mbili, ishirini na sita. Basi tunajumlisha hapa hapa inakuwa 0. Sawa, sifuri ongeza 4 inakuwa 4. 6 hapa tunashusha na hii mbili tunaishusha. Hizi ni sentimita za eneo. Sasa kumbuka, kanuni yetu ni pi b kipeo cha pili gawanya kwa 4 jumlisha pi b h. Kwa hiyo sasa tunachukua ile ile pi b kipeo cha pili tulipata sentimita 616. Kwa hiyo tuchukue sasa. Ndio tumalizia hapa. Tuchukue sentimita 616 za eneo tuongeze na sentimeta zetu tulizopata ambazo ni elfu 2640 2640. Tujumlishe, sifuri ongeza 6 ongeza sifuri unapata sita. Moja ongeza nne unapata tano, hapo unapata kumi na mbili, tunaandika mbili, tunashika moja, na ile moja inakuwa tatu. Kwao tunapata yetu sentimita za eneo elfu tatu mia mbili hamsini na sita. Ndugu mpenzi mtazamaji, hapo tulikuwa tunatafuta eneo la mche duara uliozibwa upande mmoja huu hapa, waonyeshe huu hapa. Tafuta eneo la mche duara ufuatao huu umezibwa upande wa hu. Huku huku kuko wazi, ni mfano nimekwambia wa pipa, au mfano wa ndoo. Kanuni yake hii hapa, waonyeshe jinsi ilivyoshuka, hii hapa. Tumeenda tukapata sentimita za eneo 616 kwa kutumia hapa kanuni hii, kwanza. Pili, kipo cha pili ganya kwa nne. Tukaja tukaongeza na pi dh ndio tukaja kumalizia hii hapa. Tuongeze na pi dh ndio tukasema, 22 juu ya 7 mara sentimita 28 mara sentimita 30 ambayo ni h. Baada ya hapo sasa tukarahisisha, tukaja tukajumlisha jibu la mwanzo lile tukajumlisha na jibu la pili, tumepata sentimita za eneo ya 3256 Asanteni kwa kunisikiliza, asanteni kwa kunifuatilia. Wafungulie watoto wako pale nyumbani hii peji yangu ya Facebook waangalie, watakuwa wanajifunza hesabu mbalimbali na kanuni mbali mbali, hasa sasa mtoto anajifunza kanuni kama hizi hapa. Amekosa, amekosa nini, ndugu mpenzi mtazamaji, amekosa nini? Lakini enda YouTube yangu, ninafahamika kwa jina la Josefu, eh. Utasubscribe pale kwa ajili ya kuendelea kuangalia video zangu. Asante sana.